mada za Zaburi hizi chache zijazo katika Safari yetu ya Hekima zinahusiana na uzoefu wa maumivu ya ya kusalitiwa. Daudi alijua kabisa jinsi hilo lilivyohisi. Sasa kichwa cha Zaburi ya hamsini na mbili kinatupa habari fulani. Inasema, wakati Doegi Medomi alipokuja na kumwambia Sauli, Daudi amekuja katika nyumba ya Ahimeleki. Sasa unapata simulizi hilo kwa njia katika Samueli wa Kwanza sura ya ishirini na moja na ishirini na mbili. A, Daudi amekuwa akikimbia kutoka kwa mfalme Sauli. Mungu amemkataa Sauli kwa kumpendelea Daudi. Sauli sasa amedhamiria kumuua Daudi na kumaliza mpinzani wake kwa kiti cha enzi, na hivyo Daudi hapa sasa anakimbia. A, kwa ajili ya maisha yake nana na, anafika katika mji wa Nobu ambapo maskani imewekwa na Nobu ni mahali ambapo kuhani mkuu Ahimeleki ambaye ni mzawa Eli, unaweza kukumbuka, A, anaishi. Ahimeleki anaishia kumsaidia Daudi na watu wake kwa kumpa mkate wa zamani kutoka kwenye meza ya mkate wa uonyesho pale maskani, na pia anampa Daudi kito cha thamani, kimefungwa kwa uangalifu na kuhifadhiwa ndani ya maskani. Ni ukumbusho wa ulinzi wa Mungu. Ni upanga ambao ulikuwa wa jitu Goliathi. Sasa akiwa na vifaa hivi a, pamoja na upanga huu wa ajabu, Daudi anaanza kukimbia tena. Sasa tatizo ni kwamba kila kitu kilichotokea kimeonekana na msimamizi mkuu wa mifugo wa mfalme Sauli huyu. Huyu mtu mwovu anayeitwa Doegi. Sasa, Doegi anaona vya kutosha kujua kwamba hii ni fursa kwake kupata zawadi. Atampa mfalme Sauli taarifa fulani kuhusu Daudi. Hivyo ndivyo anavyorudi na kufanya. Usaliti wa Doegi kwa Daudi unamalizika kwa umwagaji damu mbaya. Mfalme Sauli anaamuru kuwawa kwa kuhani Ahimeleki, anaua makuhani wote themanini na nne waliomtumikia pale. Hivyo basi, usaliti huu wa kusikitisha unamsumbua sana Daudi. Kwa kweli, Daudi anachukua muda sasa kuweka hisia zake, kuchanganyikiwa kwake, na hatimaye sala yake kwa Mungu katika umbo la Zaburi hii. Zaburi hamsini na mbili inafunguka hapa kwa kulinganisha kati ya msaliti na na Mungu. Daudi anaandika katika mstari wa kwanza, kwa nini unajisifu kwa uovu, ewe mtu mwenye nguvu? Upendo wa Mungu wa kudumu unadumu siku nzima. Bila shaka, uovu hapa ni usaliti. Usaliti, Wapendwa, kwa kweli si chochote zaidi ya jaribio la kunyakua mamlaka. Na, na Daudi anataka nguvu kutoka kwa Mungu. Sasa hakuna mahali katika Zaburi hii ambapo utamkuta Daudi akichukua mambo mikononi mwake. Kwa kweli atamwacha Doegi anguke kwa mkono wa hukumu wa Mungu. Mstari wa saba unasema hapa kuhusu Doegi, alitafuta kimbilio katika uharibifu wake mwenyewe. Mwandishi mmoja anasema mstari huu unasomeka kama maandishi kwenye kaburi la mtu mwovu. Lakini, lakini jambo moja ni hakika hapa, tabia na matendo ya Doegi yaliyoonyeshwa katika Zaburi hamsini na mbili ee, hayafanyi chochote zaidi ya kuonyesha ukweli wa zaburi inayofuata, Zaburi hamsini na tatu. Sasa inaanza katika mstari wa kwanza kwa kusoma, mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Sasa katika muktadha huu, mpumbavu ni mtu ambaye kimsingi anasema mungu hayupo, mungu haoni, mungu hasikii, mungu hajui kile nilichokifanya. Naam, acha nikuambie, mungu anaona, mungu anasikia, na mungu anajua. Kwa kweli, ni mpumbavu tu, daudi anasema, ambaye angefikiria kwamba anaweza kutenda dhambi bila mungu kujua. Na katika kesi hii sasa ni usaliti. Inaendelea eh, mada hii ya usaliti lakini ni ni uchungu zaidi kwa Daudi sasa kwa sababu ya ya nani inamhusisha. Kichwa cha Zaburi hii kinatuambia hapa wakati Wazifu walipokwenda na kumwambia Sauli, je, Daudi hajifichi kati yetu? Sasa unahitaji kuelewa, Wazifu walikuwa ni wanachama wa kabila la Daudi mwenyewe, kabila la Yuda. Wazifu walikuwa ni jamaa wa mbali wa Daudi, familia yake ya mbali namaanisha hao wote ni binamu na shangazi na wajomba It, hawa ni watu unaowaona kwenye mkusanyiko wa familia wa kila mwaka pale ziwani wakati wa kiangazi, nyote mnatoa oda ya fulana, unajua, mnachapisha jina la familia yenu juu yake, mnachukua picha ya kila mtu, vijana na wazee, pale kwenye picnic. Hawa ndio watu waliomsaliti Daudi, ni wanafamilia wa Daudi ambao wanampa Sauli mahali halisi alipo Daudi. Sasa kwa kuingilia kwa Mungu Daudi anaweza kutoroka, lakini unajua nini inatokea tena? Wale wale jamaa. Samueli wa kwanza ishirini na sita inatuambia tena wanampa Sauli mahali halisi alipo Daudi. Sasa kwa kweli hiyo ingekuwa mara ya mwisho ningetaka kuwaona jamaa zangu tena. Haijalishi jinsi kuku alivyokuwa mtamu pale ziwani wakati wa mkusanyiko huo, hiyo ingekuwa mwisho. Sasa, Zaburi hamsini na nne inafuata hapa. Ni ni wimbo mfupi u uh, lazima nikuambie una hekima nyingi na unatoa kanuni tatu ambazo unaweza unaweza kuzitumia unaposhughulikia majibu yako binafsi kwa usaliti na maumivu unayohisi. Neno la kwanza linalotoka katika Zaburi hii ndogo ni neno kumbuka. Daudi anaandika hapa katika mstari wa tatu hawamweki Mungu mbele yao. Unaona, hiyo ni ukumbusho kwamba watu wanaokusaliti wameusaliti Mungu kwanza. Wao ni wasaliti kwa Mungu kwanza kabisa. Wapendwa, ikiwa umesalitiwa, chukua muda kukumbuka kwamba Mungu mwenyewe alisalitiwa na Shetani, ambaye kisha aliathiri uumbaji maalum wa Mungu, Adamu na Hawa, kugeuka na kumsaliti Mungu pia. Na vipi kuhusu vipi kuhusu Mungu Mwana, Bwana Yesu? Je, hakuwa amesalitiwa na Yuda? Amesalitiwa na watu wake mwenyewe, familia yake ya mbali, taifa la Israeli. Kwa maneno mengine, wana anajua jinsi inavyohisi usalitiwa. Kumbuka hilo. Neno la pili linalotoka katika zaburi hii linalonigusa ni neno imani. Sikiliza Mungu ni msaidizi wangu, Bwana ndiye anayeshikilia maisha yangu, atawarudishia maovu maadui zangu. Wacha tuweke tuweke katika maneno yetu wenyewe: mimi naweza kuamini maisha yangu kwa mpango wa Mungu na naweza kuwaachia wale wanaonisaliti kwa haki ya Mungu. Ah, sijui ni lini haki yake itatimizwa. Kwa kweli, maisha yangu huenda yasirahisike wakati wowote wa hivi karibuni. Lakini wakati wengine wanasema hakuna mungu wa kuona au kusikia au kujali, nitaamini katika ukweli kwamba anajua. Mungu yuko hai na mzima. Neno la tatu linalotoka katika zaburi hii ni kwangu, neno ibada. Unaona, ibada inapaswa kuchukua nafasi ya kisasi. Kisasi kinamaanisha kwamba tunakwama maishani; ibada inatusogeza mbele maishani na huo ndio mtazamo wa Daudi hapa katika mstari wa sita anaposema nitakushukuru kwa jina lako e Bwana, kwa maana ni jema. Zaburi 55 inaendeleza mada hii ya usaliti, lakini wakati huu Daudi anasononeka juu ya uh, juu ya usaliti ea, si wa adui au mwanafamilia wa mbali ambaye anaona mara moja kwa mwaka ziwani, bali warafiki wa karibu sana anatufahamisha hapa katika mstari wa kumi na tatu anapoandika ni wewe mtu sawa na mimi, rafiki yangu, rafiki yangu wa karibu, tulikuwa tukishauriana kwa furaha pamoja. Sasa wasomi wa Biblia e wamependekeza muktadha hapa ni e usaliti wa ahidhofeli ambao daudi anarejelea. Ahidhofeli alikuwa mshauri wa zamani wa Daudi. Ahidhofeli anamsaliti Daudi, anaungana na mwana wa Daudi Absalomu, wakati Absalomu anajaribu kuchukua nafasi ya baba yake na kumua baba yake. Ahithofeli hata anamshauri Absalomu juu ya jinsi ya kumfikia Daudi na kumuua na kumalizana naye kabisa. Yote hayo yapo katika mbili Samueli sura ya kumi na tano hadi kumi na saba. Sasa unafanya nini wakati usaliti unakugusa karibu na nyumbani? Hii bila shaka ingehalalisha tamaa ya kulipiza kisasi, sivyo? Ingekuwa ni jambo la kawaida tu kujibu kwa shambulio. Mm, huenda umesikia hadithi ya kuchekesha niliyotoa kuhusu mtu aliyeng'atwa na mbwa mwenye kichaa cha mbwa na akaenda kupimwa na daktari wake, hatimaye akaingia na matokeo mabaya kwamba kweli alikuwa na kichaa cha mbwa. Sasa huyo mtu hakuongea neno, alitoa tu kipande cha karatasi na akaanza kuandika kwa haraka, na daktari alifikiri kwamba mtu huyo alikuwa anaandika wosia wake wa mwisho, na akasema, sikiliza, usijali, kuna tiba ya kichaa cha mbwa, hautakufa. Na yule mtu akasema, nam, najua hilo lakini kwanza ninaandika orodha ya watu ninaotaka kwenda kuuma. Sasa si hivyo ndivyo dunia inavyofanya kazi, unarudisha kwa kuuma, unapata sawa. Si hivyo, si hivyo mioyo yetu inavyofikiria. Ah, nataka kuwarudishia watu. Naam, Mungu anasema tufanye kile ambacho Daudi anatufundisha kufanya hapa. Wakati Daudi anapohamasishwa na Roho Mtakatifu anasema hapa, katika mstari wa 22, mtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Mtwike Bwana mzigo wako kwa njia neno mzigo linajumuisha hisia zako ambazo zimeumizwa sana. Aa, mawazo yako ambayo yako tayari kila wakati kupanga kisasi, kumbukumbu kumbu yako inayotaka kucheza tena na tena kosa hilo ili uihisi tena. Daudi anasema hapana, hapana, tupa yote hayo kwenye mabega mapana ya Bwana wako mwaminifu. Na kumbuka, unapohisi maumivu ya usaliti, naam, Bwana wako anaelewa kabisa